Ni asubuhi tulivu katika kijiji cha Materuni, kata ya Uru Mashariki, halmashauri ya wilaya ya Moshi. Upepo ah, nice. mm. mwanana kutoka milimani unapuliza taratibu ukibeba sauti za ndege na harufu ya udongo wenye uhai Ndipo safari ambayo si ya kawaida inaanza. Ni safari ya kupanda milima, kushuka miteremko, kuambaa kwenye tambarare na hatimaye kuingia kwenye moyo wa asili, mahali ambapo maji yanazungumza lugha yake yenyewe. Ah, nice. Mm, mm. Okay. Katika hatua zao hawa wanakutana na maisha ya wananchi wa Materuni, ambao ni wakulima, waongozaji watalii na vijana wanaolinda hazina hii ya asili. Ni mkutano wa dunia mbili, nidhamu ya kijeshi na utulivu wa mazingira, nguvu ya dola na upole wa asili. Sauti ya maji yaliyoanguka kutoka umbali wa zaidi ya mita 82 huanguka na kusikika kwa mbali ikichanganyika na kicheko cha wasafiri na pumzi nzito za walioguswa na ugumu wa njia. Hapo ndipo wenyeji wanatamka kwa sauti ya fahari, wow, hapa ndiyo Mnambe. Vizuri ni wakaribisha sana wageni wetu katika Uru Mashariki. Hii imeonyesha wazi kwamba tunathaminika kwa utalii tulionao, na hichi ni kivutio cha Tanzania nzima na wala sio kata Huru Mashariki. Karibuni sana wageni wetu, tumefurahi sana kwa kutukumbuka sisi, na hii, tunaomba tutangaziwe utalii wetu wa Materuni ambao unaowakilisha Tanzania nzima. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana tunawathamini na tunaamini kwamba kwa mwanzo huu wetu kimataifa. Maporomoko ya Mnambe yaliyojificha katikati ya kijani kibichi cha Materuni si tu kivutio cha macho bali pia mahali pa utulivu wa nafsi. <tipa> Maji yanaporomoka kutoka juu kwa nguvu na upole kwa wakati mmoja, yakitengeneza pazia la asili linaloacha hisia na unyenyekevu kwa anayesimama mbele yake. Baada ya hapa takwenda kupeana taarifa ya kitu wamejifunza huko. Kwa hiyo Mataruni itakuwa imefikia nchi kumi na saba. Maporomoko ya Mnambe yanabaki kuwa ushuhuda kwamba Kilimanjaro haibebi tu mlima maarufu duniani bali pia simulizi nyingi za asili, utamaduni na mshikamano kati ya taifa na rasilimali zake. <tipa> ni wito wa kutunza mazingira kukuza utalii wa ndani na kuthamini maeneo ambayo hayapigi kelele lakini yana sauti kubwa katika moyo wa anayeyatembelea. Vijito vya asili, wakati mababu zetu wanafanya utafiti wa kutafuta maji vijiji vya ukanda wa juu, walikuja hadi eneo hili kwa sababu Wakati wa mvua nyingi huwezi kufika hapa, utaweza kufika eneo la mbali upande ule, kwa sababu maji huwa kama bwawa la maji. Machi, Aprili, Mei na Juni huwezi kufika hapa. Walipaita hapa kwa jina la Mnambe, wakimaanisha mzaliwa wa kwanza kabla ya mlima Kilimanjaro. Nyuma ya maporomoko haya ya maji ni eneo tengefu, hivyo huwezi kwenda zaidi kwa kuwa ni hifadhi ya taifa. Maporomoko haya yanathibitisha usalama wa kweli, si tu uoto wa asili, bali ustawi wa jamii zetu, amani na ustawi wa asili wa eneo hili la Materuni, mahali ambapo jamii ya Wachaga ina furaha, urafiki na haiba vinachangia usalama wa taifa. Sisi tunawapongezeni kwa juhudi endelevu mlizoonyesha kutupatia ushirikiano tafadhali tupelekeeni salamu kwa kila mmoja aliyechangia uwepo wetu hapa. Asante sana, nawahakikishieni yote tuliyojifunza kutoka kwenye ziara hii tutafanyia kazi wakati wote tuwapo chuoni kwa faida ya baadaye. Tunapoondoka hapa, tutakuwa mabalozi, na tunajia pia kuwa tutazingatia yote tuliyojifunza kutoka kwenye miinuko hii kwenye fikra zetu tunduizi, na kukumbuka kuwa usalama wa taifa a Tanzania inakwenda sambamba na ustawi wa jamii yetu. that we are the From your into our Materuni kupitia mnambe inaendelea kusimulia hadithi yake, hadithi ya maji, milima, watu na taifa. Mimi ni msimulizi wako Ahadi Mtweve, afisa Saan. Habari na Mawasiliano, Halmashauri ya Wilaya ya Moshi. <coughs>